Katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa anashea neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasana jinsi Bwana anavyonijalia. Uh, kama wewe ni mmojawapo wa wale ambao bado hawajasubscribe, na kualika kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video mpya zinapotoka kila mara. Um, na vile vile ninakuomba kama hujawahi kushare, embelewe ikawe siku yako ya kwanza kushare, eh, like and comment, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Uh, namshukuru Mungu sana uh, kuendelea nasi yetu mpya ya kuhusu imani ihamishayo milima. Sasa wiki iliyopita tuliangalia imani ni nini ni, ni, leo tunaendelea, na kama nilivyosema wiki iliyopita ina based on, eh, kitabu ambacho nimeandika ni, ni e-book. Unaweza ukadownload nitakuja kuweka link eh, bado namalizia malizia nitaweka link hapa, lakini kuna kitu ambacho kimojawapo ambacho Mungu amenisaidia kukielewa wakati naandika kitabu ambacho nataka kushea na wewe siku ya leo. Lakini kabla sijaendelea, eh, wiki iliyopita niliangalia ile video apo, nilikuwa nimerekodi, nikasema hey, hey, hey, uso wangu umebadilika sana. Um, nadhani kuna wengine ambao mmenizoea mnaona uso wangu ni kama umejaa maji, kwa sababu niko kwenye dawa za prednisolone kunisaidia maumivu ya miguu Um, napata nilikuwa napata. Kuna kipindi nimekaka miezi mitano naumwa sana miguu, nilikuwa najua ni shida ni nini. Ikaja kuna wakati imetokea tu kwamba na ninabadilishiwa dawa, nikapewa prednisolone. Nilitakiwa tu nitumie prednisolone kama miezi miwili afu nirudi kwenye dawa zangu. Sasa hicho kipindi nikagundua miguu ikaacha kuuma, kwa hiyo ikabidi niwaambie madaktari, jamani, naomba niweke hata kwenye miligramu tano tuone na ndo sasa niko kwenye hizo tano, sio nyingi, lakini zina side effect. Ndo hiyo, unaona uso ume na nini, nanii nimenenepa mm. <laughs> lakini sasa hapo ndo panachaguo uzuri, au tunataka kuishi na maumivu? Kwa kweli, maumivu yanachosha. Kwa hiyo nimeamua achatu, Mungu atanisaidia. Sasa tuendelee na somo letu la leo, na leo tunaenda kuangalia kitu muhimu sana kuhusu imani. Um, wote tunajua neno la Mungu linatuambia imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Sasa je, tumewahi kujiuliza, mimi na wewe, mbona tunalisikia neno la Mungu lakini mara nyingi tu tunajikuta tuna tunaenda hatua moja tunarudi mbili nyuma, tunaenda hatua tano tunarudi nne nyuma tunapiga maktaimu kwenye maswala ya imani. Alafu kitu ambacho mimi binafsi binafsi nimejifunza, unaweza ukakuta kwa mfano kama mimi, kwa sababu ya jaribu ambalo nimelipitia, naweza kuwa nina imani sana Mungu anaponya, lakini kuna mambo mengine bado sijayapitia, naweza kukuta kwamba mm, yani naona kama vile mm, imani yangu haiko vile. Sasa twende kurudi turudi kule kwenye neno la Mungu kwamba imani huja kwa kusikia, kusikia huja kwa neno la Mungu. Sasa je, unaweza kuwa kwa mfano unapitia jaribu fulani, halafu neno la mungu linakuwa linakuja linakuja linakuja, lakini wewe unajikuta una struggle kuamini kwamba Mungu anaweza kukutoa au anaweza kumaliza kile kitu ambacho una umewekea imani kwa Mungu kwamba Mungu, yaani imani yako aidha, hey, inakuwa inaenda na kurudi nyuma, au hujaamini kiasi ya kwamba unaweza ukauambia huo mlima uondoke na mlima ukaondoka. Kitu ambacho Bwana amenisaidia kukifahamu ambacho naenda kushea na wewe leo na kinatokana na hiyo hiyo kwamba imani huja kwa kusikia. Ni ule mfano wa Yesu au parabo ya Yesu ambayo ameizungumzia katika Mathayo 13 na katika Luka 4 eh, kwanza ule mstari wa nane pale eh, sorry Luka nane kwanza mstari wa nne Bwana Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake akaongea nao kuhusu huu mfano na wakawa hawakujamuelewa eh, Yesu ikabidi aanze kuwaelezea kwamba makeo Bwana Yesu alisema yupo mpanzi. Eh, sasa mi naanzia huku chini ili nisitumie mda mrefu. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema mpanzi ni Mungu. Kwa hiyo tunajua Mungu ni mpanzi, na Mungu tunajua, neno wa Mungu linatuambia ulituma neno lake lipate kuwaponya na kuwaokoa na maangamizi yao yote. Mungu anatuma neno na anatuma neno kwa aina nne za watu. Ukitaka kuona Mungu ni warehema, neema, pendo anataka kila mtu asikie na kila mtu aamini ili apate kuokoka. Kwa Mungu analituma lile neno kwa watu wa aina nne. Mtu wa kwanza ambaye naenda kumwangalia ni mtu ambaye yuko pembeni, yuko pembeni ya njia. Sasa wote tunajua njia ni moja. Bwana Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo hawa watu ambao wa, wa me, eh, wanaitwa watu walioko wa, wa, wa kwenye njia, eh, ya pembeni au eh, wayside. Hawa watu ni watu ambao hawako bado hawajamwamini, hawaja Bwana Yesu kama Bwana na mwokozi wao. Kwa hiyo Mungu analituma neno pwa kwa kila mtu aliyeokoka na asiyeokoka na kila neno neno la Mungu linatuambia katika Isaya, anapolituma analituma likiwa na makusudi na lazima likatimize kile ambacho amekikusudia. Kwa hiyo Mungu anapolituma, kama kwa mfano akilituma neno la wokovu, ni kwa wale ambao bado hawajaokoka wapate kuokoka. Analituma neno la uponyaji kwa wana wagonjwa wapate kuponywa. Anatuma neno la kukombolewa, ambao wako katika vifungo mbalimbali mbali wapate kukombolewa. Sasa, huyu mtu yuko pembeni na kwa sababu yuko pembeni, hayuko kwenye njia, hana ulinzi. Kwa hiyo unakuta yule neno la Mungu linasema, shetani huja na kuliiba lile neno, ili yule mtu asiamini akaokolewa akatoka kule gizani akaingia huko kwenye njia kuu, ambapo pana nuru. Kwa hapo tunaona umuhimu wakuwa tunaombea watu walioko wayside kwa sababu hawa watu wanayowako mahali ambapo pana riski ya kwamba shetani anakuja na kuwa na liiba lile neno ambalo wanapata wana, wana chansi ya kulisikia. Hiyo moja, hiyo tunaweza kuiangalia kwa engo hii. Lakini hata sisi tuliookoka mara nyingine tuko njia kuu, kuna neno linaweza kuja tukawa kama watu tulioko wayside. Umeshawai kuona mtu mwingine ameamua kabisa, anasema mimi siamini katika kutoa sadaka, siamini katika kitu fulani, kwa hiyo tayari wewe umeshakaa we isaiti lile neno litakapokuja wewe, halinihusu hilo neno, ni la yule unawataja wewe. Lakini wewe umeona kwamba hili neno halinihusu, kwa hiyo lile neno haliwezi kufanya kitu chochote, a kwa sababu adui ataliiba kabla lile neno halijapata hali hali faida kwako. Kwa hiyo vilevile, hata sisi tunatakiwa tuwe tunamuomba Mungu sana tunapokuwa tunasikiliza neno, tunasoma neno, kwamba Mungu, ninaomba hili neno ninapoenda kulisikia, adui asipate nafasi la kuiba. Mimi ninakikaribia kiti chako cha rehema na neema kulisikia neno lako, na adui asipate nafasi ya kuiba. Mtu wa pili, neno la Mungu linatuambia huyu ni mtu ambaye moyo wake uko kama rock, kama nini mnaita Eh, mwamba yani, kama kuna mwamba kwenye moyo wake. Sasa huu hili neno yeye huyu mtu yeye, yuko kwenye njia huyu, ah yuko huko nje, yuko kwenye njia kwa, lakini pale kwenye njia, moyoni mwake yeye ni kuni mwamba, kwa neno linapokuja anafurahi. Umeshaona, hata mimi mara nyingine neno chukaji kahubiri, jamani, ai sei yule mwalimu anafundisha, eh nyie mmemsikia fulani eh, una forward mafundisho unafanya nini? Unafanya nini? una furaha, lakini sasa kwa sababu lile neno lazima lijaribiwe. Unamkumbuka Yusufu? Yusufu ukienda kusoma katika Zaburi, kuna Zaburi moja inasema na lile neno lilipojaribiwa <laughs> neno huwa linajaribiwa ndugu yangu, neno lolote unalotumiwa linajaribiwa. Kwa hiyo lile neno likija, likijaribiwa wewe unafanya nini una, una, una nani una kwa sababu u, ulikuwa kwenye mwamba ha, kwa sababu lile neno halijapata nafasi, kwa sababu ya mwamba neno halijaota mizizi. Kwa hiyo utakapojaribiwa tu utafeli huo mnani na unakuta ndo mtu anakata tamaa kwenye, unaweza usikate tamaa ya wokovu. Sasa kama ni neno la wokovu, mara nyingine ndo unamkuta mtu anakata tamaa, aliokoka kwa furaha. Unakumbuka zamani kwaga tunaendaga kwenye mikutano Yeah, especially ya nje unaona watu wanaenda kuokoka maelfu na maelfu, lakini yeo Jumapili watu kuja kanisani watakuja hamsini mia. Baada ya wiki tatu unaweza kukuta mkutano ambao waliokoka watu elfu moja mwishowe wanaobaki kanisani mpaka mwaka unaisha unaweza kuwa watatu au wa wanne na baada ya kama miaka kumi wanaweza wakabakia wawili tu au mmoja, ndo wakasema mimi niliokoka kwenye mkutano fulani. Umeona? Ndio, hiyo ni kwa sababu nanii, neno halikupata nafasi ya kuzaa mizizi ya kuwa na, na mizizi kwa sababu ya ule moyo. Sasa huu moyo wa hivi tunaufanya nini? huu moyo unatakiwa uwe na maandalizi ndio neno la Mungu linatuambia kwamba maandalizi katika eh, Mithali Mithali kumi na sita mstari wa kwanza maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu, lakini Mungu ndiye ambaye anathibitisha. Sasa tuna uandaaje moyo wetu? Hmm, tunapoenda saa yoyote, tunapoenda kulisikia neno, hebu tuombe moyo wetu kwamba moyo Mungu aondoe jiwe, atupe moyo wa nyama, tuweze kulisikia neno na kuliamini. Umeona, tuwaombee na wengine vilevile, tukiwa tunafanya huduma, tunaomba kwamba Mungu awape mioyo ya ku, ya kuweza kulisikia lile jiwe liondoke. Mtu wa tatu huyu mtu niyo, kwenye, ambaya, ni ambaye anasema kuna miiba yeye yuko karibu na miiba yani, moyo wake kuna mamiiba huko, na yeye vilevile neno likija ye, ye, kwa kweli leo neno yani, kama mtu kahubiri, unaenda hata unamshika mkono, Mungu akubariki leo, neno lile, neno lile lilikuwa la kwangu kabisa, unasema neno lilikuwa la kwangu, lakini lile neno linapofika kwako, miiba ina ichoko neno linakufa kwa nini? miba ni nini? Ni shughuli za ulimwengu, unakuwa bize, upati mda wa kumeditati lile neno na kuliaplai katika maisha yako. Eh, kusoma Joshua moja nane, inasema hii kitabu hiki kisiondoke, kisiondoke machoni pako na kinywani pako. Kwa hiyo su machoni na kinywani. Kwa hiyo neno sio tu tunalisoma, tunatakiwa tuendelee kulisema, na, ku, na moyoni tulitafakari moyoni machoni mdomoni, lisiondoke katika hizo sehemu tatu. Kwa hiyo napolisoma, natakiwa niliachie nili, nili liende moyoni mwangu, nilitafakari. Ninacho kitafakari ni kiongee, ndo pale unaambiwa sema na mlima eh? kwa hiyo unapofanya hivo, hilo neno lako hilo, eh, neno ambalo utakuwa unalifanya hivo, ndio neno linakuwa sasa. Wewe una shughuli nyingi Unapata wapi huo mda wa kufanya hivyo? Kingine anasema kwamba huyu eh, uh, mtu anapenda dunia n yani, kuna mambo ya dunia ambayo tunayapenda kuliko Mungu, nakuta lile neno linakuwa choked, na saa nyingine nimesema hata matatizo. Mm, nilishangaa siku Mungu aliponifunulia kwamba kumbe hata matatizo yanaweza kulichoke neno. Umeshaonaga mtu anameditate kwenye matatizo yako. Yaani meditation kabisa. Tena kuna mchungaji mmoja niwae kumsikia nilifurahi sana. Akasema amna mtu ambaye hajui kumeditate. Kila mtu anajua kumeditate. Ni kitu gani unachomeditate on? Un. Unamtu anaweza kumeditate matatizo yake like asubuhi, mchana, jioni. Lakini mwambie sasa meditate tu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu atakamtoa mwanawake wa pekee. Hawezi hata dakika tano. We need to learn how to do it. Unapoona linani li kuja li, tatizo linakuja, liambie wewe tatizo eh, tumia neno la Mungu kuliambia ya eh, kwamba nimepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka nayo hata nidhuru kukanyaga ni, ha, kwanza mimi ni mshindi zaidi ya washindi kwake Bwana Yesu a nitia tia nguvu ya mtu wa nne Huyu wa nne ni udongo mzuri. Sasa hapa neno likija linazaa matunda. Sasa matunda yanakuwa nini? Matunda ndo ayo, ah. Sasa ndo kile kitu ambacho umekiamini. Kwa hiyo inawezekana kwamba mimi nimemwamini Mungu uponyaji. Napokea matunda ya uponyaji. Mimi nimemwamini Mungu wokovu naona matunda ya wokovu. Mimi nimemwamini Mungu kubarikiwa naona matunda ya kubarikiwa, kubarikiwa. Nimemwamini Mungu eh, katika huduma kwamba huduma yangu itafanikiwa naona matunda. Kwa hiyo na Mungu makusudi yake anasema, ili tuzae matunda mengi. Hayo ndo makusudi ya Mungu, ili watu watakapoyaona yale matunda wapate kumtukuza Mungu wetu aliye juu mbinguni. Wapendwa, mimi na, baada ya kusema hayo, ninaomba tuangalie tafakari ya leo. So tafakari ya leo, kwa sababu tumezungumzia hii imani. Je, baada ya kusikia ya kwamba tuna imani inakuja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu, wewe utachukua hatua gani, utoke pembeni ya njia kuingia kwenye njia kuu hmm? Hatua iko moja tu, ni kumkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaingia katika njia kuu. Na sisi tulioko njia kuu tunachukua hatua gani? Kwamba neno linapokuja tusikae njiani mbili. Je, tunachukua hatua gani kuondoa huo mwamba katika mioyo yetu neno lipate kupata nafasi ya, ya kuota mizizi. Na tatu, tafakari yetu nyingine ni kwamba, je, tunachukua hatua gani hizi shughuli shughuli, matatizo na mambo ya ulimwengu huu yasija yakalikaba ya neno likafa. Baada ya kusema hayo, mimi naomba ni mwombe Mungu kwa ajili yetu sisi sote, ya kwamba Mungu mwenye enzi na nguvu, ambaye anakusudi jema kwetu leo amelituma hili neno ili lipate kutimiza kile Bwana ambacho amekikusudia. Ninamwomba Mungu kwamba hili neno likapate kupata nafasi katika mioyo yetu, na haya mafundisho yakakae katika mioyo yetu, yakapate kutusaidia, yakaote mizizi na vile vile Mungu akapate kututumia sisi tuweze kuwa mouthpiece ya Mungu, kwamba tutakapozungumza na sisi neno la Mungu, wengine wapate kulisikia na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Basi hapa naomba niishie hapa kwa leo. Ninaomba kama bado ja subscribe again, ninakuomba subscribe share like and comment. Na Mungu akubariki sana, tukutane wakati mwingine sasa na jinsi Bwana atakavyonijalia neema. Amen.